Karibu kwenye uchambuzi maalum wa makosa katika mechi ya El Clasico kati ya Real Madrid na Barcelona tarehe 26 Oktoba mwaka 2025. Tunaanza na makosa ya wachezaji. Kwa upande wa Barcelona, walionekana kukosa umakini katika safu ya ulinzi. Arda Guler alifanya makosa ya kupoteza mpira katika eneo hatari, jambo lililopelekea mashambulizi ya haraka ya Real Madrid. Aidha, Pedri alikosa nidhamu na kupata kadi nyekundu baada ya makosa ya mara mbili ya kiufundi na ukinzani kwa mwamuzi. Alejandro Balde naye alishindwa kufuatilia wachezaji wa pembeni wa Madrid, jambo lililosababisha pengo kubwa katika ulinzi. Kwa upande wa Real Madrid, walicheza kwa nidhamu lakini bado walikosa nafasi kadhaa muhimu. Kylian Mbappe alipoteza penalti muhimu dakika ya 55 baada ya shuti lake kudakwa na kipa wa Barcelona. Pia walionekana kupoteza umakini katika muda wa nyongeza wakiruhusu Barcelona kushambulia mara kadhaa bila mpangilio. Sasa tuangalie makosa ya makocha. Kocha wa Barcelona Hansi Flick alitumia mfumo wa ulinzi wa juu bila mpangilio wakati, na hii iliwapa Real Madrid nafasi ya kutumia kasi ya Mbappe na Bellingham kupenya kwa urahisi. Mabadiliko yake ya wachezaji hayakuwa na athari kubwa, hasa baada ya kumtoa Fermin Lopez mapema. Kwa upande wa Madrid, kocha Xabi Alonso alisimamia mchezo kwa uangalifu, lakini alichelewa kufanya mabadiliko baada ya uchovu wa safu ya mbele kuonekana. Mwisho, makosa ya mwamuzi na VAR. Mwamuzi Cesar Soto Grado alikumbwa na utata baada ya kutoa penalti kwa Madrid kisha kuifuta kupitia VAR. Maamuzi haya yalizua malalamiko kutoka pande zote mbili yakionyesha ukosefu wa uthabiti katika maamuzi muhimu. Pia kulikuwa na kadi kadhaa za njano ambazo zingeweza kuepukika kwa kutumia mawasiliano bora kati ya wachezaji na mwamuzi. Kwa jumla, Real Madrid walitumia makosa ya Barcelona kwa ufanisi na kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja. Barcelona walihitaji nidhamu, umakini na ujasiri zaidi katika maamuzi ya kiufundi. Huo ndio ulikuwa uchambuzi wetu wa makosa ya wachezaji, makocha na refa katika El Clasico ya Oktoba 26, mwaka 2025. Asante kwa kusikiliza na endelea kutufuatilia kwa uchambuzi zaidi wa michezo barani Ulaya. Tulifika mwisho, habari za michezo. Endelea kufuatilia ZND Sports.